Usiku unatua juu ya Wagadugu kama sanda nzito na inayokandamiza. Huu si usiku wa usingizi. Ni usiku wa mahesabu. Hewa inanuka jasho, mpira ulioungua na hofu. Unaweza kuisikia ladha yake ulimini mwako. Ladha chungu inayoshikilia koo lako na kukataa kuachia. Mishipa ya jiji barabara kuu na vichochoro havijapambwa na magari bali na watu wanaokimbia kwa hofu, wakikosa pumzi, wakiwa na hali ya kukata tamaa. Na kutoka gizani, muziki wa baridi wa milio ya risasi unalipuka, milipuko mifupi ya kikatili ikilia kama midundo ya ngoma kutoka kuzimu. Mahali fulani nyuma ya moshi unaokaba, ving'ora vinapiga vilio virefu vya majeraha, vikimezwa mara moja na kelele ya umati wenye hasira. Anga ya jiji inaonekana kana kwamba inawaka moto, minara ya zege ikipinda kama mishumaa iliyochomeka katika machweo ya moto. Na pale katikati ya dhoruba, anasimama mwanaume mmoja. Hakuna jeshi linalotembea nyuma yake, hakuna fimbo ya dhahabu inaong'aa mkononi mwake. Ni sare rahisi tu ya askari, buti zake zimejaa vumbi la moshi, koti lake limechanika kwa mapambano, na kichwani beret nyekundu iliyochovywa damu, ikikataa kupuuzwa. Mwanga ndani ya giza tamko la vita. Ibrahim Traore hapigi kelele, hapandishi bendera wala kupunga silaha juu ya kichwa chake. Badala yake anatembea taratibu, kwa makusudi, kupitia mitaa iliyojaa moshi, kama mzuka kutoka kwenye unabii wa zamani, roho iliyoitwa na sala za kimya kimya za watu wake. Macho anamfuata si kwa hofu bali kwa kitu hatari zaidi: matumaini. Matumaini yaliyo wazi, yaliyojaa maumivu, yanayotetemeka mikononi mwa kila mama anayembeba mtoto mwenye njaa, yanakung'uta vifua vya kila askari aliyesalitiwa na viongozi waliokula kiapo cha kuwalinda. Katika kituo cha redio kilichochakaa, kuta zikiwa na mashimo ya risasi, anashika kipaza sauti kwa vidole vyeusi vya baruti. Sauti ya kukatika inapenya kwenye nyaya zilizoharibika. Anainama na kwa mapigo thabiti ya moyo wa mtu anayejua anakaribia kuubadilisha ulimwengu, anasema, Burkina Faso itakuwa huru. Maneno haya hayapigiwi kelele, yanachongwa, yanapigwa kama nyundo kwenye mifupa ya usiku. Tamko, unabii ahadi. Mitaani, dunia yenyewe inaonekana kutetemeka. Akina mama wanaanguka wakipiga magoti, mikono ikiinuliwa kuelekea mbinguni. Vijana, nyuso zao zikichanwa na masizi, wanainua ngumi zilizokomaa hewani. Bendera za Urusi zilizochakaa na kuliwa na jua zinapepea kando ya picha zilizopauka za Thomas Sankara, shujaa wa mapinduzi aliyepotezwa miongo iliyopita. Lakini Traore si mzimu wa zamani. Hajaja kuhuisha utukufu wa kale. Amefika kuunda kitu kipya kinachotisha cha kuogofya. Katika vichochoro, mawakala wa kigeni wanatukana kupitia redio, mipango yao ikisambaratika. Katika mabalozi yanaong'aa mikono inatetemeka juu ya glasi za whiski, huku mabalozi wakitambua, wakiwa wamechelewa, utawala wa zamani unaanguka. Na katika ikulu ya raisi, hewa imejaa hofu, huku majenerali wakitembea huku na kule, wakiwa na bunduki mikononi, wakitambua wamepoteza uaminifu wa, wa jeshi waliokuwa wakiliongoza. Ulimwengu wa zamani unakufa usiku wa leo, na Traore haombolezi kwa ajili yake, anawasha moto wa mazishi. Lakini mapinduzi ni mnyama mwitu, hayainami kwa urahisi. Yanawala mashujaa wao kwa tamaa sawa na anavyowala maadui zao. Kwa kila hatua anayopiga Traore kuelekea ukombozi, vivuli vinakuwa vikali zaidi nyuma yake, yanawala mashujaa wao kwa tamaa sawa na wanavyowala maadui wao kwa kila hatua anayopiga Traore, kuelekea kwenye ukombozi vivuli vinakuwa vikali zaidi nyuma yake: watu wenye visu ndani ya tabasamu, mikataba iliyotiwa saini kwa damu, usaliti unaonong'onwa gizani. Usiku wa leo, yeye ni mwali unaong'aa, unaowaka kwa hasira, usiosimamishwa lakini hata mwali mkali kiasi gani uko hatarini kuzimwa na upepo baridi wa tamaa na uroho. Hii siyo tu hadithi ya mapinduzi, hii siyo tu hadithi ya mtu mmoja. Hii ni hadithi ya bara zima likivunja minyororo ya ukoloni, hadithi ya watu waliopoteza mengi sana kiasi cha kuacha kuamini ahadi, lakini ambao usiku wa leo wanathubutu kuamini tena. Ni hadithi ya moto, ya kafara, ya kuzaliwa kwa zama mpya, kwa maumivu na uzuri wa ajabu. Na wewe msikilizaji wa SnS Premium, hujaja hapa kusikiliza kwa usalama kutoka mbali. Unapiga hatua kuingia ndani ya moshi, ndani ya milio ya risasi, ndani ya historia inaochanwa na kuandikwa upya kwa damu na matumaini. Karibu kwenye cheche. Karibu kwenye dhoruba. Karibu kwenye hekaya ya Ibrahim Traore. Well, kuendelea kusikiliza makala hii pakuwa application ya SNS Premium App Store pamoja na Play Store. Hii ni sehemu ya utangulizi tu, kuna episodes zaidi ya 10. Utasikiliza kwa kina kabisa makala nzuri ya Kiswahili kuhusiana na Ibrahim Traore. Utajifunza mengi mengi ambayo pengine hujawahi kuyasikia yakizungumzwa. Link zipo katika description ya video hii. SnS Premium: jifunze, gundua, furahia.